Kilikuwa yeah. Ah, okay, ah, ki kipolo cha mwisho, kipolo ambacho kinakwenda kutupeleka mechi ya fainali na RS Berkane. Kwa hiyo leo wachezaji walikuwa wanafanya ile mazoezi ya mwisho kwa ajili ya kwenda kupambana na RS Berkane ilikuwa mechi ngumu sana. Ah, ilikuwa mechi ya kawaida, ndio maana leo wachezaji wamecheza kwa kurilaksi sana, na unajua mambo yalivyokuwa, ili mradi tu wachezaji wasiumie na mambo mengine yaendelee, lakini mpira ulikuwa mzuri, mambo yalikuwa mazuri Yeah. Mmeshakata alama zote, imebakia moja tu kuwafikia Young Africans, huku mkiwa mna mchezo naye, hii inaleta ishara gani? Ah, ubingwa nao tunautaka ubingwa nao tunautaka vile vile. Eh, kwa hiyo tunamwachia Mungu, tuwaombe sisi. tunawataka tarehe kumi na tano, lakini saa hizi hatuwawazi wao. Sisi hatuwawazi wao, tunawawaza RSB Berkane Bas. Basi yaani, sasa hivi hatumwazi mtu yoyote kwenye ligi hii, tunamuwaza RSB Berkane, si ndio? tunaye mwaza RSB Berkane kama basi, bado mimi nitakuwa yule, ndio role model wangu Joshua Mutale Budo yaani bado naendelea kumkubali na nitaendelea kumkubali Joshua. Yaani lile ndio gari limewaka na Joshua Mutare Budo, budo, budo mpya kabisa ndio kwanza kasajiliwa juzi y yeah. hatari yeah. yes, sana ana kama anapiga na finya. yaani yule budo kama Emmanuel Okwi ndio mchezaji bora wa mchezo. leo amechukua man of the match. yule ndio budo Joshua Mutare anaendelea kufanya pale alipoishia. Hilo siweka refu kuliko goli leo, amewafunga magoli ya ajabu ajabu leo leo amewafunga magoli ya ajabu ajabu kama kawaida yake. Steven Ndese mkwala ya salamu kwa Berkane. Ah, Berkane tuna shida nao na tuna hamu nao, tuna shida nao na tuna hamu nao kule kule kwao. Tunaanza nao kwao, ila mzigo unabaki hapo hatuwezi kuruhusu mzigo ukaondoka, yaani ndio watajua kwamba kombe limebaki Tanzania. Tutafunga maduka na mitaa yake, mpaka kuku watajua nyama kachukua. Tuko pamoja.